Ye, yeah, unajua kwamba kila kitu kilicho angani, dunia, mwezi, jua na hata nyota, vinatambea kwenye njia yake maalum ambayo wanasayansi huita orbit. Kwa Kiswahili chepesi huitwa mzunguko. Wanasayansi waligundua kuwa sayari huzunguka jua, mwezi huzunguka sayari, na hata jua linatembea katika njia yake maalum hii ndiyo inayofanya kila kitu kiwe na utaratibu, kuzuia kugongana na vurugu angani. Lakini jambo la kushangaza ni hili: zamani watu walidhani dunia haisogei na kwamba kila kitu kingine ndicho kinachozunguka dunia, lakini ilipofika karne ya 16 na 17, ndipo wanasayansi kama Copernicus na Kepler walionyesha kuwa kila kitu angani kinasafiri katika mzunguko wake. Lakini zaidi ya miaka 1400 iliyopita, Allah tayari alishatueleza ukweli huu. Allah anasema, aliwijua kufikia kuufikia mwezi wala usiku kuupita mchana na vyote vinaogelea katika njia zao. Subhanallah, Qur'ani ilielezea mizunguko ya sayari muda mrefu kabla hata ya uvumbuzi wa darubini kuwepo.